Karibu mpenzi mtazamaji kwa ajili ya siku ya leo tunaendelea pia na live kama jinsi ambavyo tumekuwa tukifanya katika siku hii ya leo basi tutaingia zaidi sana kwa kina katika kipindi hiki cha mfungo ambao tunaendelea na kwa wale ambao pia wanataka kwenda kuanza mfungo basi Mungu akawajalie nguvu na ustahimilivu kwenye maisha yao zaidi sana katika siku ya leo tumejipanga zaidi katika kuvunja nia na nguvu zozote za kipepo. Kuna mambo mbalimbali ambayo inawezekana wewe hauyafahamu we eh, ambayo kiujumla kwamba mamlaka ambayo tumepewa kutoka katika ile Mathayo kumi na eh, Mathayo kumi na saba ile mstari wa ishirini na moja kuna mambo mengine hayawezi kutoka kama sio tu kwa namna ya kufunga na kuomba. Kwa hivyo basi, mapepo, vifungo mbalimbali ambavyo inawezekana kwa namna moja ama nyingine umefungwa pasipokujua, au unawezekana kwa kujua, basi katika siku ya leo, mfungo jinsi utakavyoanza, hii ni day kumi na moja. Kwa hivyo basi tunataka na kuanzisha vita na yule shetani mwovu na mamlaka zake zote, kuondoa vita vyovyote vya kipepo ambavyo vinakuja vinatoa ataki kwenye maisha yetu. Kabla ya hapo kwanza tutasoma katika ile Mathayo kumi na saba yule mstari wa ishirini na moja pale anaposema, aina hii haitoki ila kwa maombi na kufunga. Sikiliza nikwambie, unapofunga mwili wenyewe unanyamazishwa kwa namna fulani, roho ndio hufanya kazi zaidi. Roho ndio inayoamka kutenda kazi zaidi. Nisikie nikwambie, naongea na mtu hapa, naongea na mtu hapa. Roho ndio inayoinuka zaidi na kufanya kazi zaidi. Kuna mamlaka za giza ambazo hutetemeka baada ya kuona kuwa the spirit is grown up. Roho ya nguvu inaingia kwenye maisha yako wewe inaingia kwenye nafsi yako wewe, kwenye mwili wako wewe. Unapokuwa katika mfungo ile nguvu inaendelea kuimarika kila inapoitolewa. Kwa hivyo nguvu za kipepo zozote, nguvu za giza zozote zile ambazo inawezekana zinakuattack kwenye maisha yako, jua kabisa zinaanza kutetemeka. Naongea na mtu hapa, naongea na mtu hapa, naongea na mtu hapa. Nasema hivi, Mungu akunyoshie mkono hapo ulipo akaondoe mapepo yako kwa jina la Yesu Kristo. Nisikilize nikwambie, mfungo wote unavunja minyororo yote ya dhambi, minyororo yote ya dhambi. Kuna vitu fulani ambavyo unaweza kuwa unavifanya ambavyo ni dhambi kwenye maisha yako, inavunja. Hautaweza kusikia tena ile hali ya kuingia katika dhambi. Kwenye video yetu iliyopita ilikuwa inazungumza zaidi kujikana nafsi, kujikana nafsi yako Unapojikana nafsi yako basi unakubali kumfuata Yesu Kristo. Kuna vifungo vile vingine vinaondoka, na dhambi fulani hautaweza kuzitenda, kwa sababu ukiwa katika mfungo kuna vitu vinaondoka. Unaleta ushindi dhidi ya mapepo mbalimbali mbali ambayo yanataka kukuandama na kukuingia kwenye maisha yako. Zaidi sana unaendelea kufungua macho ya kiroho katika nafsi yako unafungua macho ya kiroho rooni. Inawezekana kuna vitu ambavyo ulikuwa huvijui na huvifahamu lakini kwa sababu ulikuwa katika mfungo, basi ile nguvu ya kiroho inaanza kwa kufungwa. Nguvu ya kiroho inaonekana kwenye maisha yako. Inawezekana ulikuwa ujui, wangapi hapa inawezekana ndugu zao walifariki, lakini katika kufariki kwao haiku, hawakufariki katika njia iliyokuwa salama, njia ile ambayo hata Mungu anaifahamu njia ambayo inawezekana kwa namna moja ama nyingine zilitumika njia za kipepo, za majini, za kichawi, za kishirikina kwa ajili ya kuharibu au kuua. Baada ya kufariki yule mtu ali, ali, alipofariki tuliona kabisa kwenye macho yake akitoka machozi na mwili bado, bado ule mwili ulikuwa bado una joto. Sikiliza nikwambie, hiyo ni njia kukuonyesha dhahiri, kama ungekuwa mtu wa rohoni zaidi maanake, huyo mtu alikuwa hajafa kifo ambacho ni rasmi, kifo ambacho ni cha uhakika kuwa kimetokana na uhalisia wa maisha yake. Lakini kwa sababu nguvu ya kiroho haunayo, rohoni mwako haunayo hiyo nguvu ya kiroho, inapelekea moja kwa moja kuto kuona kwa namna moja ama nyingine, kwamba nini kinachoendelea katika ulimwengu wa roho katika ulimwengu wa roho, nini kinachoendelea kwenye maisha yangu huwezi kujua, kwa sababu haupo kwenye mfungo, haupo katika tafakari, haupo. Ndugu mpenzi mtazamaji, unapokuwa kwenye maisha yako ya maombi, maisha yako ya mfungo, ndipo ambapo kuna baadhi ya vifungo vinaendelea kuondoka kimya kina, kuna vingine hata dhambi nyingine ambazo inawezekana ulikuwa umezitenda, inawezekana zikaondoka zenyewe pasipo wewe mwenyewe kuweza kujua lakini unakuja kuishtukia tu, unaendelea kupata amani ndani yako. Hata kuna zile dhambi ambazo inawezekana kuna siku ilikuwa unapaswa kuziendea, lakini Mungu anakusaidia kuondokana na hizo dhambi. Katika siku ya leo tutafanya maombi zaidi, hmm? Tutafanya maombi sana kwa ajili ya kufungua vifungo vyote vya ule shetani, kuvunja vifungo vyote, kufungua vifungo vyote mbalimbali ambavyo inawezekana umeviweka mwenyewe inawezekana namna moja ama nyingine mtu alikuwekea. Inawezekana kwa namna moja ama nyingine, maisha au hali ya kiuchumi ikakupelekea kuingia katika shida fulani kwenye maisha yako, kwa hivyo kukupelekea namna moja ama nyingine kukuharibia na kukufunga kwenye maisha yako. Tunakwenda kuondoa vifungo katika siku ya leo. Popote ulipo, kama unaendelea kunifuatilia, Mungu nakubariki sana, aendelee kukuimarisha zaidi na zaidi. Usisahau kufollow au kusubscribe hii channel na kubonyeza kengele ili kuendelea kufuatilia zaidi. Katika siku leo tutafanya maombi, nitasoma kabisa maombi ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kuvunja hizo nira zozote, kuvunja vifungo vyovyote ambavyo vimefanyika na wewe mwenyewe au na wachawi, au maagano yote ambayo yamefanyika kinyume hata na mapenzi ya Mungu, kinyume hata na ya kwako wewe mwenyewe, ni katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa damu ya Yesu Kristo. Leo ninasimama katika mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, Ninavunja kila vifungo vyovyote vya giza, ninavunja minyororo yoyote ile ya dhambi ya kurudia rudia, ninavunja vifungo vya mapepo ya kifamilia ambayo inawezekana ipo kwenye maisha yako. Ninavunja kila agano la giza lililofanyika bila mimi kujua, bila wewe hapo, mpenzi mtazamaji, kujua, tunavunja maagano kwa jina la Yesu Kristo, kila pepo aliyekufunga, kila pepo aliyekufunga tunamwamuru kwa jina la Yesu toka kuanzia sasa hivi. Kila nguvu ya kuzaliwa nayo ambayo inawezekana kwa namna moja ama nyingine umewekewa ukiwa tumboni mwako kwa jina la Yesu Kristo, tunavunja na kuondoa kila mlango wa mateso fulani ambayo umefungwa nayo kwa jina la Yesu Kristo tunaondoa Tunafunga kwa jina la Yesu Kristo milango yote ambayo inawezekana imefungwa kwa ajili ya wewe kuto kufanikiwa. Kwa jina la Yesu Kristo tunaondoa, ninatangaza na kuamuru amani na damu ya Yesu Kristo, kuanzia sasa hivi uwe huru katika maisha yako kuanzia sasa hivi uwe huru katika maisha yako. Ni katika jina la Yesu Kristo ninasema uondoke katika huo utumwa tena kwenye maisha yako ambayo inawezekana unaendelea kukuandama kwenye maisha yako. Nina hakika katika ushindi wa jina la Yesu Kristo, ambao Bwana na Mwokozi wetu ndiye aliyetufia pale msalabani na damu yake takatifu ilituondoa katika vifungo vyote. oramasakataya limo saka Roho Mtakatifu Jijaze nguvu Roho Mtakatifu, na akujaze nguvu Roho Mtakatifu, na akuongoze Roho Mtakatifu na akulinde, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, ka katika nuru, katika nuru, ka katika mamlaka yako kwa jina la Yesu Kristo. Na ushindi wa jina la Yesu Kristo ukawe juu yako, ninaomba na kuamini katika maisha ya Yesu Kristo, na Mungu na Mwokozi wetu, nimeomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina, amina. Mpenzi mtazamaji, nitakupatia mistari ambayo itaendelea kukuongoza wewe kwenye maisha yako katika mfungo mzima wa mwezi pia, eh, mzima wa siku 30. Basi inabidi kuendelea kukaa katika maombi, kuendelea kukaa katika sala, lakini pia popote utakapopata nafasi ya kuondoa vifungo vyovyote vile, nitakupa mistari ya kuendelea kukuongoza wewe kwenye maisha yako. Ni katika jina la Yesu Kristo, akaendelea kukuimarisha kwenye maisha yako, ukaendelea kuimarika na akuongoze milele yote kwa Roho Mtakatifu, akujaze akuongoze katika ile kweli, kwa maana neno lake inazungumza kwa habari ya kwamba uniongoze katika ile kweli yako. Ni katika jina la Yesu Kristo, Luka kumi, ule mstari wa kumi na tisa, imepewa mamlaka juu ya nguvu zote za adui. Sikiliza, umepewa mamlaka ya nguvu zote za yule adui, hataweza kupata nafasi kwenye maisha yako. Hakikisha unatumia mistari hii kwa ajili ya kuendelea kuvunja nera zozote za yule shetani mwovu, kuendelea kuvunja madhabahu zozote za kipepo za majini za waganga za washirikina zozote ambazo zinaendelea kukuandama. Lakini zaidi sana, mstari wa Kolosai mbili mstari ule wa kumi na tano Yesu alivunja falme na mamlaka zote sikiliza. Yakobo nne ule mstari wa saba mpingeni shetani naye atawakimbia. Nisikilize, ni kwambie kitu kimoja, mpinge shetani naye atakukimbia. Mpinge shetani pamoja na mamlaka zake zote, naamini na kukwambia katika jina la Yesu Kristo hautaweza kubing attacked by any kind of forceful evils. Hakuna hata mara moja ambayo itakukuta kwenye maisha yako. Ni katika jina la Yesu Kristo, ninajikabidhi mikononi mwako e Yesu uliye mtakatifu. Ninakukabidhi wewe uliye mtazamaji kwa Yesu Kristo, aendelee kukuongoza kwenye maisha yako. Mungu na akubariki sana. Tupo hapa kesho pia, mida kama ii saa tatu kamili usiku. Usisahau kusubscribe, like, na kucomment video hii. Mungu na akubariki.